Muda bado. Muda ukifika utakwenda. ila mara hii ngoja nitafute plani nyingine, huyu achomoke. Niko naye na kwa naye sana mmoja. Wewe vipi, mbona alialia kwenye mageti ya watu? Basi mimi kabla sizangu hajazaliwa mimi niko naishi kwa, kwa udongo walivyozaliwa sasa hivi, tukamua twende kwetu. Wamenifukuza, sina pa kulala, sina pa kula. mm -hmm. <laughs> naomba niishi hapo dada. mm -hmm. kama nitaishi bule, kwa kuwa nakupenda, nona tukayeka familia ma tukapata watoto na mapenzi upofu, naweza penda takizani. Moyo kaubebesha maumivu, mapenzi anauma ndani kwa ndani. Utumo wa mapenzi unafanya wengi naingia ndani. Mtu yoyote akija mwambie sipu, na hata wewe marufuku kuingia ndani, kuna kitu nafanya sasa, jamani Kulupukulu kulupukuluu, kaya vavanga nini huko? Uko haukakutana watu wake ukawemchanganya. A, dogo mremo nimemkuta kajinga hata mia dogo, we jamaa, unapenda shobo wewe, unapenda shobo, atakuja kukubaka wewe. Sasa endelea, sijui na umemwona nani dogo hapo? Sawa, niambie basi, kama yuko wana force yao. Hayupo, kafika hapa, kaniambia mtu yoyote atakaye kuja nimwambie hayupo. Kaingia ndani huko, katulia. Kwa hiyo jua tu hayupo sasa hivi. Kakwambia akija mtu mwambia hayuko. Sasa masuala ya wazazi na kunipenda mimi vinahusiana nini na huruma dada? Nilusu, tuminiishi hapa nakwaidi situkuangusha, nitapambana kwa bidii, nitapata, itakuwa matajiri zaidi afu damu. Unajua unapata bahati sana kupata serikali Mwe kaka, wewe nisikilize kwa makini, sio kila mwanamke unayemuona barabarani anatafuta mabwana. Sasa endelea kunifuatilia, fuatilia unachokitafuta utakipata. Bravo na mapenzi upofu naweza penda takizani moyo kaubebesha maumivu. Mapenzi anauma ndani kwa ndani. Utumo wa mapenzi ndo nafanya wengi tunapotea, na utumo wa mapenzi ndo nafanya wengi tunapotezana

Mimi nataka haya nikulamba yake. Mke wangu, utamani mke nikienda na mimi, nenda nikawateke dawa yake. Iwaje utamani cha mwenzako, iwaje utamani vya wenzako, eh. Awinduku rafiki wa karibu oh. Huyu binti atakuwa ni nani na ametokea wapi huyo eh? Maana kila nikikutana naye ananipa ishara ya heshima ambayo hutumika kwenye mabaraza lakini yeye sijawahi kumwona kabisa kwenye baraza na wala sijawahi kumuona kwenye kikao chochote. Sasa atakuwa ni nani huyu? Lazima ni ujua ukweli mzee ah. Eh, ah. Punaonekana ni mtu mwenye mawazo sana. Vipi kwani kuna shida yoyote? Hamna shida yoyote ah. <laughs> Nimekaa napumzika tu hapa. Basi sawa, nilikuwa naomba nikatembeetembee, maana nimekaa ndani peke yangu, alafu isitoshe mimi sijazoea kukaa ndani. Naomba nikatembeetembee japo kidogo tu. Nitazami mazingira hapa na kule, halafu nitarudi. <laughs> Kijana, muda bado, muda ukifika, utakwenda

Hii barua ya kuitwa mbinguni, malaika kaniona mwenye menya Aroni kaka, leo leo saa nane usiku tu

muda huo ni muda gani mzee? Au na jambo lako tu ndo kanifanyie? Eh, mimi nikwambia, nitaenda nikazure kidogo, nimeshindwa kana ni peke yangu. Sasa unaacha japo kidogo tu, mimi nikazure zure, alafu mimi nitarudi hapa eh. Sina nini au kuongea na watu? Haya, basi sawa. mimi siongea na mtu yote ule, nitaenda kunda tembea, naangalia hapa na pale, alafu nitarudi. Nimesema rudi ndani, basi sawa Mi narudi ndani, lakini haya ni manyanyaso. Kamba lengo lako alikuwa ni kunisaidia, basi unanisikiza na mimi kile ninachotaka eh? Hofu imani, sawa dhaifu mm. Eti hey, sifuri ni namba haina gamana Tumewapoteza vijana kwa kuendekeza za utamani, iweja utamani cha mwenzako, iweja utamani vya wenzako. Mchawi eh, mchawi ndugu rafiki wa karibu Samani, Bitausi, ujumbe wako nimeupata, lakini nimekuja hapa uniambie hicho kikao kinahusu nini? Maana usiku wa leo mimi sitokuwepo, mama ameniita na ana jambo la msingi sana la kuniambia. Kwa hiyo nilikuwa naomba ruhusa yako ili niende kwa mama yangu. Hivi unatutambia sisi kuhusu mama? Sisi pia tuna mama zetu mpaka bibi zetu na wengine tumefanikiwa kuwaua kwa mikono yetu wenyewe, usitutambie kuhusu mama sisi hapa. <coughs> Sasa wewe Bi Tausi, mimi hapa nimekuja kukupa taarifa kwamba sitokuwepo kwenye kikao, sasa unavyoanza kunifokea utadhani nimekuchukulia bwana wako wewe. Ebu usiniharibia ya siku yangu. Si unanisikia? Sasa unataka uje kwenye kikao, hautaki usije? <coughs> Mchawi nduku rafiki wa karibu, mchawi nduku rafiki wa karibu, unaweza kupanga yako na yakaharibu kwiji. mm -hmm. mm -hmm. Hivi huyu utawa anatuchukuliaje sisi bana? Anatufanya watoto wadogo. Kikao hichi anakijua na kilikuwa cha kwake, ila naisi ameanza kushirikiana na mzee Kikoti na ndio maana kawa jeuri. Sasa hamna shida, hamna shida kabisa, hamna shida. Mama kuwa makini sana na hili huenda, tau anataka kutuzunguka, na tusipoangalia vizuri tonge litatuponyoka mdomoni. Labda mimi sio bitausi. Mnyama nitamuonyesha, angalie. Nenda kampata. Siendi, kwani yeye hajui wajibu wake kwamba anatakiwa kuwahi hapa? Mimi sio mama yako, mimi ni mkuu wako. Nenda kamfate. Nisamii mama, sitaki masiala katika mambo yangu ya uchawi, na nikiamrisha kitu nataka kifanyike, la sivyo tutapotezana. Yani, mtoto mdogo anataka kunisumbua mimi akiki, nataka nimfundishe tao kwamba mimi ni nani. Ehe, nipe taarifa jamkuta. Nimemkuta bwana wake tu kalala, tena amelala kama zoba. Yeye hayupo, atakuwa ameenda kwa mama yake. Ameamua kupuuza wito wangu huu. Sasa nitamwonyesha yeye, si anataka vita? Mimi ndo vita yenyewe. naweza kwenda kupumzika mimi? Bado niko

mbaya ni nyeusi, haifai. Unafaa kuwa kibaraka changu nyumbani kwangu

Utamani vya wenza wako, utamani vya wenza wako, mchawi hey, ndugu rafiki wa karibu mchawi, ndugu rafiki wa karibu, unaweza kupanga yako